Siku ya jana kulikuwa na changamoto kubwa sana za kimtandao, ambapo watumizi watumiaji wengi wa Amazon walikuwa wame experience. Sasa, kwa ripoti ambazo mpaka hivi sasa zipo ni kwamba Amazon Web Services, yani AWS, ilitangaza Jumatatu jioni kuwa imefanikiwa kurekebisha hitilafu kubwa ya kimtandao ambayo ilisababisha baadhi ya tovuti kubwa zaidi duniani kutopatikana kwa sehemu kubwa ya siku hiyo. Zaidi ya tovuti na programu elfu moja zikiwemo mitandao ya kijamii kama Snapchat na mabenki kama uh, Lloyds na Halifax zilihathiriwa sana na tatizo ambalo AWS ilisema lilitokea katika sehemu nyeti ya miundombinu yake ya huduma za cloud computing nchini Marekani. Kwa mujibu wa jukwaa la kufuatilia huduma za kimtandao Down Detector, ripoti za watumiaji kuhusu matatizo zilifikia zaidi ya milioni kumi na moja kote duniani wakati wa hitilafu hiyo siku ya Jumatatu. Ingawa Amazon ilitatua tatizo hilo la msingi, wataalamu wanasema tukio hilo linaonyesha hatari ya utegemezi mkubwa kwa mtoa huduma mmoja katika miundombinu ya kidigitari. lakini tukio hili limeonyesha ni kwa kiwango gani miundombinu yetu imeunganishwa na inategemeana, alisema Profesa Alan uh, Woodward wa chuo kikuu cha Surrey. Huduma nyingi za kimtandao hutegemea watoa huduma wengine kwa miundombinu yao ya kimfumo, na hili linaonyesha kwamba matatizo yanaweza kutokea hata kwa kampu, kwa makampuni makubwa zaidi ya teknolojia. Makosa madogo tu mara nyingi kibina ya kibinadamu yanaweza kuleta athari kubwa na pana zaidi ambayo haikutarajiwa. Matatizo yaliyoripotiwa kuanzia majira ya saa moja asubuhi yaani BST siku ya Jumatatu, ambapo watumiaji walikumbwa na changamoto ya kufikia majukwaa mbalimbali uh, ya kidigitali. Lakini huduma zilizoharibu zilizoharibika zilijumuisha tovuti na programu tofauti kutoka kwa michezo mikubwa ya mtandao kama Fortnite hadi programu ya kujifunza lugha kama Duolingo. Mapema siku hiyo uh, Downdetector alikuwa ameiambia chombo cha habari kuwa ndani ya saa chache lilipokea zaidi ya malalamiko milioni nne kutoka kwa watumiaji wa zaidi ya tovuti mia tano zaidi ya mara mbili ya idadi ya kawaida kwa siku ya kazi. Ripoti hizo liziongezeka na kufikia kilele cha zaidi ya milioni kumi na moja huku huduma nyingine kama Reddit na Rits benki zikijaribu kurejea katika hali ya kawaida mana, nadhani siku ya jana watu wengi ambao wanaotegemea mtandao kufanya kazi zao basi walipitia kipindi kigumu kwelikweli baada ya Amazon kutingishika kidogo.